Okay. Kwa hiyo kwa mujibu wa maana ya dawa za kulevya inawezekana, pengine hata kama mtu labda kuna chakula ambacho Deo, ni halali kabisa Deo, lakini yeye akitumia kinakuwa kinamletea shida, pengine katika harakati kama hizo, pengine labda kinakwenda kumwathiri huko, nayo pia hii inawezekana kwakee ikawa ni, ni, ni dawa za kulevya. Ah, hapana. Hii hatuwezi kuingiza kwenye za kwenye dawa za kulevya kwa chakula. Kwa mm, sababu gani? Kwa sababu kupitia vyakula. Kuna wakati kila mtu ana allergy yake, unakuta pengine tumia kitu fulani, kuna kuna ingine anasi nikinywa urojo nasinipo vizuri <laughs> <laughs> kuna ingine akaambia nikinywa urojo nasinzia, je? <laughs> <laughs> huyu utamwingiza, utasema he, ana ni dala kwa urojo kwake? Kwa, kwa, kwa, kwa, ee inamaanisha ni kwa mtu kama huyo ambaye kweli yeye akinywa tu urojo tayari kabisa haelewi kabisa, ni kwa hiyo hmm, manake hii tunamweka tuna katika fungu gani? Hatuingizi kwenye dawa za kulevya. Kuna kitu fulani tunasema ni uraibu, kwenye utumiaji wa dawa ya kulevya kuna kitu uraibu. Sasa hata wanaotumia pengine soda, kitu fulani, wanaingia kwenye hali fulani, sasa so za, za uraibu. Sasa hii uraibu maanake inakuja inaangalia, je wewe unapata faida kwenye kitu ama unafanya tu, lakini kiangalia kwenye orojo hii hatuingize moja kwa moja, ila wanaotumia mfano hizi unakuta eh, hata mitandao ya kijamii kuna kati naingia kwenye masuala ya uraibu. Mimi siwezi kuperform vizuri kwenye shughuli zangu mpaka nipate energy drink tatu kwa wakati mmoja eh, eh, na zilivyo kitumio kisha kwa kwa mzoefu utapiga mbili tatu kwa wakati mmoja, na unaambia unaambia imeandikwa sasa kutumia hii ni changamoto, ni shida zero alcohol. na na alafu kwa usheisoma malafu unafanya unajua, una changamoto afya akili. Sasa kuna vitu ushaambiwa. <laughs> lakini pia washapewa hata sigareti sigara hizi hmm, si utaambiwa hmm, ni hatari kwa afya, kwa afya yako hmm. na hii ukiangalia, hii sigara pia tunaingiza kwenye hizi dawa za kulevya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hizi dawa za kulevya tukija mfano heroin cocaine, bangi sigara ndani yake mna chemicals sasa, zile chemicals ndio ambazo zinafanya mtu aonekane katika hali ya mudi ambayo ipo hali ya juu hyper, ama wengine unakuta hali yake ya chini. Kwa mfano ukija sigara unakuta kuna nicotine mle, na hii nicotine ni hatari sana kwa afya ya mwanadamu, kwa afya ya kili na afya ya mwili, kwa sababu anaetumia tu sigara kupitia ule moshi na nikotini inasafiri kwa muda mfupi, inasafiri yani kwa, kwa spidi kubwa kupitia nini, damu kwenye mapafu, kwa unakuta inapanda mpaka kwenye ubongo. Na wapo ambao kwa namna wanavyoendelea kutumia zile sigara tu unakuta inafika muda akiacha kutumia sigara naanguka. Amu, kuna ingine wanapata changamoto nyingine, kwa hiyo lazima tina aendelee tu kutumia maanake ashakuwa chronic, kwa unakuta kila aina ya dawa maanake mna chemicals, ama ukija kwenye bangi unakuta kuna tetrahydrocannabinol, kwamba kuna kila dawa za kulevya, kuna kitu ambacho ama kuna chemicals ambazo zimo mbele. Zile chemicals ndio zinazofanya mtu sasa, tuone sasa hivi huyo yupo hali ya kimudi yake ime, yani amekuwa ya ni mtu ambaye pengine ana nguvu sana, ama yupo vile tofauti na vile ambavyo tumemzoea vile mwanzo katika aina hizi ambazo umeweza kuzitaja za za, za vilevi ambazo zinaweza zikasababisha changamoto ya afya ya akili na ugoro nao pia tunauchanganya humu kwenye hivi vitu ambavyo umeweza kuvitaja, kwenye hizi aina za hivi vitu ambavyo vinaweza vikaleta changamoto eh, ugoro pia unaingizwa kwa sababu gani? Kwenye ugoro pia imo nikotini. Sasa hii nikotini maanake ndio nakuenda kunini kuharibu. Lakini ukija kwenye bangi haukuti kuna hii tetrahydrocannabinol kwamba hii, kwa hii ndio ile ambayo inamfanya mtu angani katika hali ya ana nguvu sana whip kwao hii hizi zote zinaingia na kuna, kuna wakati hata hizi dawa za mental kuna wengine anavyozitumia mm, kwa sababu hata hizi dawa paracetamol sometimes tunaweza kutumia kufanya uchakachuaji wake. Ushakuwa mzoefu tu, wana mbinu zao ambazo wanazitumia, na wanaigeuza geuza geuza anafanya nini, mm, inakuwa kilele na unakuta sometimes hata tukikaa nao ukijaribu kumuuliza wewe historia yako mpaka unaingia huku ilikuwaje? Inawezekana yes, anakuambia kwamba ni mahusiano kivipi? Pengine ametoka ameenda out sehemu fulani na mtu wake, hufika hajui, lakini kapewa juice kanywa, watu wake cocaine, heroin. Na unakuta wengi sana kidogo chekundu mental pale, ipo sehemu ya methadone treatment. Sasa ukikaa nao ukiuliza, nakupa saa hizi historia, na unakuta kuna madawa ambayo ukijaribu kuyatumia tu We manake ndo sha, sha haribu manake mfumo mzima wa maisha hata kwa siku moja pia. Eh, zipo ambazo tukija kwenye sigara hii kwa siku inakuathiri kwa siku moja, lakini ili kuathiri zaidi mm. uchukue muda mrefu zaidi, lakini moshi wa siku moja tu unakuathiri. Hebu no, e, turudi katika swali la Sefu kabla ya kwenda kuogelea huko ndani kabisa katika topic yetu. Ndiyo. Alikuuliza kuhusiana na ishu ya ugoro ukamwambia kwamba, au utakavyoitumia inawezekana pengine ikaleta changamoto sasa. Nataka niangalie kwa sababu mara nyingi sana pengine kwenye dawa za kulevya, aidha utatumia katika njia tatu. Uh, inawezekana ukameza, inawezekana ukavuta, ndo kama hivyo sigara, bangi, manake unatoa, unavuta, unatoa. Alafu inawezekana pengine kuna wengine ndo wale wa kujidunga kabisa kwa njia ya, ya, ya, shi ya sindano. Kwa hiyo hawa manake wote utakuta pengine wanakwenda kuathirika huko. Lakini sasa kwa, kwa ugoro mfano ukiangalia unajikuta tu mtu kama anasukutua tu hivi baadaye tena anakuwa naanza kazi ya kutema tema mate tu hapo hatumuoni kumeza ile. Sasa yeye anakwenda kuathirika vipi pale? Haya sawa. Na hapa kwanza ulitaje tatu ipo hata ya kunusa, wapo ambao wananusa ae. Ae. Sasa umeuliza kwamba ugoro yeye anatia mdomoni, anasukutua inamwathiri vipi? Sasa tuje ukiangalia sigara tu anachukua anapiga moshi, alafu anatoa moshi. Ina mwasiri vipi ule? Kwa sababu si anavuta, maana yake unakwenda unakwenda ndani kabisa. Lakini unaweza kugusisha tu kwenye sana, tunakuwa tunaona wanaika, tuseme mfano mdomo wa chini au <laughs> juu, wanakuwa naika hapa juu juu kwenye sharubu ama chini kuelekea kwenye kidevu. Ndio tunaona wenyewe kwenye ogoro, kila mtu anavyoona. Wapo ambao wanatia kwenye pua na anatia na kidole anasugua. Sasa ukitia kwenye pua ule chafya zinakuwa, kila mtu ana namna yake, na tunaambiwa hivyo kama dawa, <laughs> dawa. Wengine walivyosema Jecha, kama wenye flu wanakuwa wanautumia kama dawa. Sasa eh, vipi ikija ikiwa labda mtu ambaye ana flu ameshakuwa mzoefu kwamba nakwambia mimi nikitumia ugoro ama nikiunusa huo ugoro mafua yanakata. Ndee. Anatumia labda kwa dawa hii yeye haiwezi kumwathiri kwa namna yoyote, kwa kuwa ile imeshakuwa kwenye grupu ama kundi la kilevi, ina muathiri. Kwa sababu gani? Hata bangi mtu anasema mimi natumia nipate nguvu ama si mm. Ndio, lakini ile ina muathiri. Kwa hiyo hata ugoro maanake ni ulevi, na ulevi si kwamba ama tulivyosema kwamba upembe yuke hizi uzipo nyingine bangi nini nyuma, mfano pombe <laughs> pombe mm. hizi vile vya maji maji unakuta kwamba mtu anakunywa zenda na anapembeyuka. Sasa mm. hili ni miongoni mwa athari, na si kwamba inatokezea tu ile, na unapokunywa tu, inavyosafiri kwenye mwili wa binadamu ni spidi kubwa na kwenda kwake, na pita kwenye mfumo mzima wa ufahamu kwenye ubongo, unaanza kubadilisha utendaji kazi wa nini, ubongo, kwa upande unaanza kuonekana zile athari, kupembeyuka, kunini kitu kama hicho kwa moja kwa moja. Sasa hapa kupitia hii ugoro, ugoro ni ulevi na inamuathiri mtumiaji ikiwa ah, atatia kwenye pua, ataka kwenye kidevu. kwa sababu gani? hivi vitu vinakuja kwa namna tofauti. Mm, ukisema unanusa tu wewe, umeweka ile, si ndio unanusa? Mm, umeona kitu gani kinapita baina ya pua yako na huoni kitu, si ndio? Mm, pengine unanusa na pengine ubaridi ama chochote ile mradi. Kwa hiyo ugoro umeingiza mdomoni, kuna chemicals tofauti ambazo mdomoni pia zina asafirishe na ndio maana hata anayetumia bangi, sigara utaona kuna dalili ambazo zinaonekana external kupitia pengine mdomo ama kitu fulani, ko ni ulevi nanaathiri liiatukaogele yeah. Sasa katika mada yetu tuangalie tu jinsi inavyodhoofisha, hizi dawa za kulevya zinavyodhoofisha ama kubomoa hii afya ya akili ya mtumiaji. Sasa pengine pia zaidi sasa hivi kumekuwa kuna wimbi kubwa sana kina mama lakini pia hata kina baba vijana, mara nyingi sana tunaona wanaenda kwenye hivi hizi sehemu ambazo za maakuli makulaji na vitu vingine kama hivyo, huku kuna utumiaji sasa hivi. Kuna kuna hii hali ya kuiga tunasema kutoka ughaibuni. Vijana tumetoka hizi picnic, birthday, sherehe hizi ndogo ndogo, tunakwenda kwenye mahoteli huku, tunakutana na vinywaji aina ya wine. Hizi wine hatujui sisi ndani zinatengenezwa na nini. Tunaona tu pale kwenye ile chupa yake labda unaambua imetengenezwa kutokana na zabibu, lakini mtu anakwambia kabisa, mimi siwezi kula eh, kama sijapata kile kinywaji eh, wakati wa kuwa nakula kile chakula. Sasa kama tutakuwa tuna, tuna mtu anatumia kwa namna kama hii, labda vipi yeye haiwezi kamuathiri kwa njia yoyote, kwa sababu tukikiangalia kile ninacho tunaambua kama nane alcohol hakina lakini utumiaji wake mtu anaweza akatumia, sasa ikampelekea labda ndio hivyo kidogo akaona mawenge au vipi. Sasa ulikuwa unataka tufahamu nayo vipi, hii haiwezi kaingia kwenye kwenye hili tatizo la afya ya akili e, hapa kwenye kutumia hii, na unakuta nasema kwamba siwezi <coughs> kuendelea na mambo yangu mpaka niipate kidogo ama siwezi kula mpaka niipate hii kidogo kiwalisia. hmm. hizi vinywaji ambavyo ulisema wine hii na ethanol ndani yake hmm. na vile vile zabibu zabibu watu wanatumia wanatengeneza pombe, yeah, yeah. Yani kuna zabibu wanatumia ingine, sijui minazi unakuta mm. kila mtu ana namna yake ambayo yeye mwenyewe ana, kuna ingine sijui maamira, sijui matambara, madegani. Kwa hiyo hivi vyote vinaingia kwenye, hata matunda ambayo yamesha kuwa yamechachishwa, yeah, maanake unakuta mapapai madegani kwao, unakuta mm. hivi vinachachishwa vinafanywa na mambo mengine kama hamira, unakuta ndani yake mna chemicals nyingine. Sasa hizi ndio zinakwenda kutoa zile chemicals ambazo zinakwenda kuharibu utendaji kazi wa ubongo, na ndio maana kuta mtu ashatumia na tembejuka kidogo, anasinzia mm, unakuta huyu macho yake hivi. Kwa hiyo ni kilevi, kina haribu kiafya kile. Sasa twende tukaangalie kiundani kabisani, kwa ndugu zetu hawa ambao ni watumiaji wa hizi dawa za kulevya, jinsi wanavyodhoofisha afya yao hii ya akili eh, hapa kwenye